Jamani, jamani, tunaendelea. Ah, ndugu zanguni, mpaka ukimwona mchungaji amekuja maeneo kama inabidi usituke kwanza miso mambo yangu ile ambayo kushaona nimefika, mujue hali sio nzuri, tumefikia levo mbaya. Klabu imefikia hatua sasa hivi itakuwa sio ya kwetu tena, wanasimba, itakuwa ya mtu. hapa hapa ilipofikia tunadaiwa hizi. Inabidi mtu aondoke isije ikafikia bilioni mia tano tukashindwa kulipa klabu ikawa ya mtu. Kwa hiyo tunaiomba serikali itusaidie tuweze kulimaliza hili tatizo. Na lingine ambalo nimeliona, mwenyekiti anavishwa ubaya na tunapigishwa shoti. Mimi nishangaa, maombi gani haya? Mungu ajibu, kila siku naomba, Simba inafanya vibaya, nasitoka hili kitu. Shida iko wapi? Kumbe mimi naomba, wenzangu wananipigisha shoti. Naomba, wenzangu wananipigisha shoti. Baada mimi sikuponya nikasema nikafunga siku mbili. Mbona naomba naona Simba iendi? Imana Mungu hayupo. Kumbe kuna watu ndani ya Simba wanapigisha shoti ili Simba ifanye vibaya. Juzi nimeona kuna mtu katoka juu kaenda chini pale. I say hii Simba ilipofikia. Mimi hata maombi sasa hivi nimesitisha. Kwa sababu naona kama namtania nani? Namtania Mungu. Naomba kumbe kuna watu wanapejeza mambo yao afu Simba izidi kufanya vibaya. Mimi kitu kingine ambacho kinaniuma zaidi na kinasikitisha imefikia sisi ni watu wa kudanganywa na Wanasimba sasa hivi, moyoni na kwenye midomo yao wanamwona Mo ni wa maana kweli kweli, kila kitu Mo, Mo, Mo, Mo, Mo, Mo. Bila kujua kwamba sisi tumefanya research kwamba tatizo kubwa la Simba ni Mo Dewji, ndio shida kubwa ndani ya Simba, na asipoondoka tutaendelea kuteseka. Wana Simba kokota pale mlipo, huyu mtu anatakiwa waondoke, waje watu wapi wenye fikra mpya. Tumedanganywa vya kutosha, akatuambia siku moja aka atujengea uwanja wa wa wa, wa, wa simba ule. Kwa taarifa yenu, Jakaya Kikwete, rais mstaafu, haitusaidia kupata ule uwanja kule Bunju, lakini leo ule uwanja unaitwa nani? Mo Arena. Baada ya kuitwa Simba unaitwa Mo Arena. Maana yake sasa hivi Simba ishakuwa ya familia huyu. Mwanamke mdogo wake anashikilia timu ya wanawake baba yule, na yuko kwenye bodi yake, yeye mwenyewe ndio chairman wa Simba Sports Club. Na siku moja nuku siku moja anahojiwa ana na BBC anadai kwamba katika uwekezaji wake katika mambo yake yote, Simba nayo ni ya kwake. Ile wana simba sio nani, kwa waloga hawastuki. Na kuna watu watuita sima chawa, wewe niite chawa mpaka mwisho, lakini najua ninachokifanya kwamba Mo kampeni ile ipo sasa hivi, haiachie simba yetu sisi tuendelee na watu wengine wapya. Simba sasa hivi kuna watu wana hofu kwamba labda akiondoka Mo, simba labda itayumba. Biblia imeandika ole wake yeye mtegemee mwanadamu. Sisi tunamtegemea Mo, amekuwa kama mungu wetu. Na, na, na sio klabu ya mtu. Sasa kama wanachama wanawazuia kwenye klabu yao ili wasiwepo, hiyo wa, wa, wa, unataka klabu itakuwa haiwezi kwenda mbele. Kwa mi nachowaomba jibu kamaliza. Dr. Mo kamaliza, mimi kama nasherehesha tu mwishoni. Nachoona wanasimba, tatizo kubwa la Simba liko kwa Mo, si kwa Mangungu, kwa sababu kabla ya Mangungu alikuwepo Mkwabi. Mkwabi alijiuzuru na alijiuzuru kwa sababu ipi? Aliona ndani ya Simba mambo hayaendi, akaamua kukaa pembeni na hakusema kwamba shida ni nini. Leo hii matatizo haya yanaendelea, hata kesho akiondoka nani, Mangungu, shida itaendelea kama Mo ataendelea kuwepo. Kwa hiyo mimi nawashauri Wanasimba wenzangu tuungane na mwenyekiti wetu ambaye anaipigania Simba kwa sasa hivi. Ndio maana sasa hivi anapigana, anaipigania Simba, wanachama wa Simba warudi kama zamani ndani ya klabu ya Simba. Ndio kitu ambacho anapigana nacho sasa hivi. Kingine ambacho anapigana nacho kubadilisha katiba kuendana na hali ya sasa hivi tulionayo leo hii. Inafikia hatua ya Yanga wanajenga uwanja, lakini wa kwanza kusema tutajenga uwanja ilikuwa ni Simba, lakini Yanga ninavyowaona, uwanja utajengwa pale Jangwani na itakuwa bonge la uwanja, na tutapata aibu, sura zetu tutaziweka wapi? lakini wa kwanza kabisa kusema watajenga uwanja ilikuwa ni Simba, na ni Mo huyu huyu alitwambia, bwana, kinachofuata sasa hivi pale kutakuwa na gym, kutakuwa na uwanja, wana Simba msio na wasiwasi. Miaka inaenda miaka inaenda sasa hivi katotea mkeka, sasa anatudai. Kwa sababu mkimtikisa kidogo anakuambia na wadai ni hela zangu. Sasa hivi anataka hela zake alipwe, na sasa hivi kuna mahesabu hapa, anataka akaguliwe, ikiwezekana ndani ya mwaka huu apewe hela zake, na sisi tunasema sisi mmoja hatudai hata mia. Kwa sababu gani? Hakuna sehemu hata siku moja ameyo kusemaka kwamba jamani, nakopesha. Kumbe ina maana anakuja Simba kwa ajili ya kutukopesha sisi <laughs> tungeenda benki tu kwenda kukopa. Na imeenda mbaya zaidi, imefikia hatua baadhi wanachama wa Simba bado wanaendelea kumwamini na Mo Dewji, sijajua walilogwa kwenye design gani. Unajua kulogwa kuna aina tatu, kuna kulogwa kwa fikra, umeona bwana, yani wewe mda wote tunamwimba moto sababu ha moto, na kuna watu wamemloga mangungu ni mwekezaji wewe, tulijua ni mfadhili, kumbe mwisho wa siku sio mfadhili, sio mwekezaji. Wewe ni mkopeshaji umeelewa? Wewe ni mkopeshaji na hela ambayo tunadaiwa inazidi kwenda juu, na ndio maana nataka amweke mwenyekiti wake, ili huyu atoke, huyu anavishwa ubaya, atoke, wamweke mwenyekiti wake, huyo mwenyekiti waendelee naye mpaka elfu mbili na thelathini tudaiwe bilioni mia tatu. Kwa hiyo mimi ndugu zangu zanguni wanachama wa Simba Leo tumekuja kuambieni ukweli hali halisi ndani ya Simba ni Mo aondoke. Ikaenda mbaya zaidi mpaka yule trainer ageni. Yule bwana yule. Ana, alikuwa anasemea vizuri Simba. Lakini alivyoona kwamba huyu anakuelekea kama Mangungu, ngoja na yeye nimtoe. Naye akamtoa. Kwa hiyo trainer ageni naye ni mtu ambaye alikuwa anaendana na sisi wanachama. Na alikuwa anatupigania sisi wanachama. Lakini alipogundua kwamba huyu naye ni mtu wa Mangungu akaamua kumtoa. Sasa hivi wanapigana wenyewe kwa wao ndani ya Simba. Kwa sababu Mo, nia yake ni faida, huyu ni ni mwenyekiti wetu nia yake yeye kuendeleza Simba ilipo, iliondoka. Kwanza Mangungu ana njaa kama watu wanafikiria, yaani yule kavishwa kwamba kaonekana kwamba si chochote. Na nalaani yule kijana ambaye alimpiga kofi siku ile. Nilisema nitamfungulia mashtaka, nadhani Jumatatu yule kijana wao, usipomfungulia mimi mwenyewe nitamfungulia mashtaka na atapelekwa polisi, atapelekwa mahakamani, na lazima sheria itachukua mkondo wake, kwa sababu kuna vitu vingine vitu, tuchukue hatua sisi kama sisi Haiwezekani kumdhalilisha mwenyekiti na si tupo tunachekelea. Kwa hiyo ndugu zanguni, mi sina mengi ya kuzungumza, nimejazia tu pale ambapo Mo kanifilisi pamoja na nani na na na na. Mungu ibariki Simba Sports Klabu, Amen. Mungu uliumba mbingu na nchi, Simba ninaikabidhi mikononi mwako. Wanaopanga mabaya ndani ya Simba, Amen. Wakashindwa kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa hawana nafasi tena, wanaosababisha wana simba wakose furaha, wana simba wana miaka karibu mitano, amen. Hawana raha na timu yao amen. Lakini watu wachache wanaoiharibu simba, amen. Mungu simama na simba, amen. Mungu simama na simba yetu, simba yetu tunaikabidhi mkononi mwako, amen. Na watoto waseme amen, amen. amen. amen.